Ya Mungu ni mingi lakini wafanyakazi ni wachache, na sisi tunafuatana na Rais kwa sababu ameamua kujenga kanisa na kanisa ni ya Mungu, na hakuna Mungu mtu anaweza ulizwa kwa kujenga kanisa ya mwisho. Mimi Rais, umenishangaza sana sana sana, na nitasema jambo moja ambayo imenifanya unishangaze. Ulikuja kwetu madhira wakati ulichaguliwa Rais. Kuna barabara ilikuwa imekaa miaka mingi sana pale kwetu Madhera. Barabara ya kutoka kwa Wambui kwenda Karandi kwenda Wamunyoro ukakuja ukajenga hiyo barabara Mheshimiwa Rais. Kuna watu wengi sana walikataa kwamba wewe haukujenga hiyo barabara. Lakini wakati ulichaguliwa Rais ulikuja ukakuta hiyo barabara ya kupitia hapo Wamunyoro imeharibika ukatujengea. On the behalf of the people of Madhera, na kwa niaba ya watu wa Wamunyoro nakushukuru sana Rais kwa ile ingine umenishangaza. Umeenda pale Ukambani ukakuta barabara ya kwenda Seikuru imeishi miaka mingi na vumbi. Kiongozi wa hapo amekuwa mbunge miaka thelathini, amekuwa minista miaka ishirini, amekuwa naibu wa rais wa Mwai Kibaki miaka tano, na hiyo barabara imeishi bila kujengwa. Rais, umenishangaza sababu umeenda hapo Seikuru ukaamrishwa hiyo barabara pia ijengwe. Nataka kukuuliza rais, kwa heshima, hawa viongozi wote ambao wanasema kwa maridio kwamba hakuna kazi inafanywa wajengee barabara za kwenda kwao, kwa sababu wakati walikuwa uongozini walishindwa kujenga barabara za kwenda kwao nyumbani. Endelea kuwajengea mpaka waone ile kazi ambayo unafanya.